Umeshaona vile vipindi ambavyo vinaleta watu wanaoitwa wanaume sahihi wanawekwa mbele ya wasichana na wasichana hao wanaanza kuwaelezea na kuwazinaani kuwa kuwa, umenisikia um, um, vizuri na sidhani kama nigejielezea sana, lakini hii yote kutaja si nitakuwa na taji watatu wanne si nini basi tu, lakini kiukweli um, usinifanye nikaondoka hivi hivi, mimi niko tayari kweli, nisikilize mimi, niko tayari kukufanyia kitu chochote ambacho unakihitaji, hata ikiwa sasa hivi wewe ni janga. Mwanaume unatakiwa kutoka, kujitoa utu wako, kujishusha nafsi yako, kusimama, kutaka kuchaguliwa, kusimama, kujionyesha kwamba una uhitaji sana, umeshindwa njia zingine zote. Mwanaume ni kuinda, lakini si kuinda kwa kuonyesha kutokujiamini, kwa kuonyesha umekata tamaa. Jijenge, kazana katika kujijenga. Utakapojijenga, mwanamke sahihi kwa ajili yako utamtambua kwa sababu hayuko mbali sana. Ila huyo mwanamke hawezi kutaka kuwa na wewe kwa sababu wewe unajiona kwamba haujakamilika au kwa sababu wewe utahitaji kubembeleza mwanaume. Kubembeleza sio sehemu yako. Sasa nimeona kwamba labda ni muhimu tuwe na mazungumzo mengine leo. Msingi natongea ni jinsi gani ya kuwa mwanaume ambaye wanawake watakuhitaji wewe, sio wewe kutoka na kujishusha na kulialia kuomba. Namba moja, mtamani lakini usimuhitaji. Kama mwanaume unatakiwa utamani wanawake. Tamaa ipo kwetu wote, wanaume tunatamaa lakini sio kwamba bila yeye basi wewe mambo yako hayaendi. Haitakiwi kuwa hivyo. Mwanamke yoyote ambaye anajiamini kama mwanamke anapenda kuhisi anatamaniwa, lakini anachukia kuhisi kwamba anahitajika kama vile ye ni hewa. Yani kama wewe ni mwanaume alafu ukawa tu dakika chache tu unaonyesha udhaifu, uko wapi, nimekumisi, sijui nini na nini, yani hayo yote ni mambo ya kujishusha na kujionekana wewe una, una, una, tamaa iliyopitiliza, una uhitaji. Mwanaume anajiamini kwanza, mke wake au mwanamke wake hasumbuliwi sumbuliwi na nakuulizwa uko wapi uko wapi. Mwanaume atampigia kuna muda atampotezea kabisa, hata masaa matano sita, lakini pale wanapowasiliana ni mazungumzo mazuri tu. Kwa kifupi, mwanaume hapa, ninachokwambia thamani yako wewe wanaume wako hautoka, hautoki kwake. Yeye sio anavyokuja yeye na kuwa na wewe katika uhusiano kwamba anakamilisha thamani yako. Hapana. Thamani yako inabidi itoke ndani yako wewe mwenyewe, uweze kujiamini na kujiamulia maisha na kutambua ya kwamba inabidi ujijenge na usimame imara vi ndipo mwanamke makini anaweza kuja kwako, ila sio kwamba wewe ndo utoke uende we kwa mwanamke. Jambo jingine la pili la kulizingatia sana, usiwe sehemu ya filamu, kuwa direkta. Usiwe sehemu ya shahiri, kuwa mwandishi wa shahiri. Mwanaume wa kweli yeye ndo anatunga na kujenga misingi ya maisha yake. Mwanamke anakuja kuchochea kile ambacho tayari wewe unacho ndani yako, anakuja kuchochea kile kitu ambacho wewe unatakiwa kukiona na kukijenga. Kuwa na malengo yako, kuwa na ratiba yako, kuwa na vitu unavyovipenda. Yeye atavutiwa na ulimwengu wako, atavutiwa na yale mambo yaliyokuzunguka na yale ambayo yako ndani yako. Jambo la tatu ambalo lina msingi sana, amani yako ya moyo ni yako, ratiba zako, muda wako, hivi vyote ni vya kwako. Usio mwanaume anayeendeshwa, ukipigiwa simu tuapokapi njoo hapa, ukatokea. Usio mwanaume ambaye ratiba hana ratiba yani, anaendeshwa kama mbwa. Anahitaji yeye kuona thamani ya uwepo wako. Hiyo thamani haitatokea kama muda wote akuhitaji unatokea kama mtoto mdogo. Anatakiwa ajue thamani ya muda wako, ajue thamani ya uwepo wako. So, kwamba unampotezea lakini tu ni jinsi gani utajijenga na kujionyesha una ratiba za maisha kila siku. Mwanaume wa kweli sio kama bendera upepo ukipuliza huku huku huku huku, hapana, jijenge. Nne ni muhimu sana aifahamu lugha yako isiyotumia maneno, afahamu jicho lako la aina gani ukimtazama linamaanisha nini. Akikuona autambue kwamba kuna namna ukimwangalia hivi, basi eh, inabidi ajisogeze haraka sana kama anafanya jambo la ajabu. Unatakiwa ukimwangalia tu aone hapa, hapa ninazingua mzee hajapenda. Wanawake wanapenda kujua kila kitu unachowaza kila mda lakini sio mara zote inabidi uonyeshe hivyo, au jasikia kambasa ngine. Ukikaa tu kimya mwanaume na mawazo yako ya hivi tu tayari atakuuliza unawaza nini. Ukisema hapana, ndo unazidi kumpa hamu ya kutaka kujua. Kwa hiyo jifunze kuwa na namna ya, ku, ya kubadilika badilika, sio uwe mtu mbaya, hapana, lahasha. Ila tu jijenge na kujithamini na kuwa na haiba yako ya kitofauti na kipekee. Tano na mwisho, mfanyie mambo mazuri mara kwa mara. Na hapa haimaanishi kwamba ni zawadi za, za bei ghali mm, au mambo makubwa sana ama. Mwanamke ni vile tu utakavyomfanya ajisikie, kama leo umempiga maneno mazuri, vitu ambavyo tu havikupangwa hawa hajavitegemea. Angalia tu muda wote, tuma meseji moja tu nzuri kwamba eh, ninavyokumbuka mambo fulani fulani kuhusu wewe, ile siku ile. Fanya vitu hivyo, msurprise, mpe maneno ya pole, mpe maneno ya busara, mfanye jisikie kwako ndo salama. Kama mwanaume usikai kutuma meseji na umenikumbuka. Mwanaume wa kweli anakumbukwa, hana haja ya kuomba akumbukwe. Ninachosisitiza katika yote ni kwamba jiamini, kubali nguvu iliyoko ndani yako, inyanyue, jitafakari, tembea ukiwa imara, jiamini ya kwamba wewe ndio unaweza kujenga mvuto wa kuweza kumpata mwanamke unamtaka, lakini si kwa kujishusha na kuwa kiherehere na kufanya mambo ya watoto wadogo. Jijenge, jijenge, jijenge. Mwanamke kwa ajili yako mwanaume wa kweli hayupo mbali, unahitaji tu kusimama, unyanyue kichwa juu, naye akuone, nao umwone vizuri, ili na ili usivione hivi vya karibu vilivyo hovyo hovyo. Simama tolu, umwone yule ambaye anakufaa. Mwanaume wa kweli, asante sana.